Asifiwe, karibuni siku ya leo, tukazidi kusoma neno la Mungu na tukaweze kujifunza zaidi neno la Mungu. Jana tulisoma Yakobo mlango wa kwanza na leo tunaenda kusoma Yakobo mlango wa pili, tukaweze kujua Mungu anatuambia nini kupitia Yakobo, na nitasoma Ndugu zangu imani ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wa utukufu, msiwe, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Kwa hivyo tunaambiwa tukiwa na imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, tusio watu wa ku wa kupendelea watu. Kuna hii tabia, watu wanakogana nao wanapendelea mtu juu huyu mtu ako nayo na huyu hana unampendelea huyu unamuweka mbele na huyu mwingine unamweka nyuma. Kumbe neno la Mungu limekataa amesema, tusiwe kama wewe ni mkristo ambaye ambaye um, uko katika Kristo ufai kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu na, nanyi mkistahimili yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe mahali hapa pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale au keti miguuni pangu mm -hmm. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa wahamuzi wenye mawazo mabovu k cool. Kumbe neno la Mungu limetukataza tusipendelea watu na usione mtu uka, uka, uka- ukaona huyu mtu hafai huyu mtu uh, ufai kum, kumfanyia kitu fulani, ufai kumweka mahali fulani. So hii tabia ya wewe, ni Mkristo umeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yako, lakini bado una ile roho ya kupendelea watu kuna wale watu makanisani wana- wenye pesa ndo wanakaa mbele, wenye pesa ndo wanachaguliwa kuwa wazee wa kanisa, wenye pesa ndo wana, wanajulikana. Lakini hao watu maskini, hao watu wenye hawana, wenyewe hawajulikani, wenyewe ni yani hata hawajulikani kama wako kunaye Mungu, kumbe amekataa. Mungu amesema tusipendelee. Mungu amesema wote tuwaweke sawa, hawe maskini, hawe ni tajiri tu, tuwaweke sawa. Kama maskini ndio amefika wa kwanza, ama mtu wa, ki, wa hali ya chini ndio amefika maybe mahali na kuna viti vya mbele, wewe usiseme eti hapa tunaweka wakubwa, hapa tunaweka sijui. Hapana, wote ni sawa mbele za Mungu. Wote ni sawa mbele za Mungu. Kwa hivyo tumeambiwa kwa neno la Mungu tusipendelee, tusipendelee mtu yoyote, maana tunaambiwa hayo. Mmm, inakooga ni mawazo mabovu juu, tunaulizwa hapa, je, am kufanya itilafu mioyoni mwenu mkawa wahamuzi wenye mawazo mabovu? Kwa hivyo mawazo hayo ya kumweka mwenye pesa mbele na asiye na pesa nyuma ni mawazo mabovu e, mlango wa tano. Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni, je, Mungu hakuwachagua wa maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme waliouahidi wa, wa mpendao? Kwa hivyo wewe, wewe ambao unabagua una watu ama unaweka watu unafaa usikize hii ili uache kubagua watu ama kuangalia mtu na kuanza kumjaji, na haumjui. Maana maskini wa dunia hii ni matajiri wa mbinguni, ni neno limesema, si mimi mm -hmm. Bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta kuavu, mbele ya viti vya hukumu? hawalitukani jina lile zuri mliloitwa? Ah, kumbe hao matajiri, hao matajiri wanatuvuta kwenye kiti cha hukumu. Maana mtajiri huwa ana kiburi, majivuno, anaona anaweza fanya kila kitu lakini hana. Aha. Hmm lakini mkitimiza mki ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa mpende jirani, jirani yako kama nafsi yako mten, mwatenda vema. Wow, so ukimpenda jirani yako kama jinsi unavyopenda nafsi yako. Kwa hivyo kitu ambacho wewe hauwezi taka kufanyiwa usimfanyie mwingine. Mm -hmm. wewe hutaki kudharauliwa, lakini wewe unadharau wengine. Wewe ku kutukana, lakini wewe unatukana wengine. Wewe hautendei mwingi zako haki, lakini wewe unataka utendewe haki. Kumbe imekataliwa, Mungu anakataa. mm -hmm. anasema umpende. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako una, um, um, unatenda vema. Bali mki, mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Kwa hivyo ukipendelea mtu unahukumiwa na sheria kuwa mkosaji. Aha. Mm-hmm. Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote yayote. mm -hmm. Kama umeshika sheria na umejikwaa kwa neno lolote, umevunja sheria. Hebu tuone hapo mbele anasemaje, ni sheria gani? mm -hmm. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue bali ijapokuwa huku zini lakini umeua ah, umekuwa mvunja sheria. Kwa hivyo wewe, unayesema unayesema, mimi si mzinifu, mimi sini, lakini umeuaje? Umeua hapo, uh -huh. Umetenda dhambi, mm -hmm. Ni neno la Mungu limesema. Kwa hivyo usiseme eti mimi si mzinzi ukasema umeokoka ama ukasema wewe ni Mkristo. Hapana, unaambiwa usimame katika sheria kamilifu, kikamilifu, sheria zote uzishike. kama ni kuiba, usiibe. kama ni kuzini, usizini. kama ni kuheshimu wazazi, unawaheshimu. kama ni kuheshimu siku ya Sabato, unaiheshimu. usitamani kitu cha mwenzao, usitamani. uwe upende jirani, unampenda kwa hivyo ishirini hmm, uh -huh, mlango wa kumi na mbili, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. uh -huh, huruma hujitukuza juu ya hukumu. Kwa hivyo ukiwa ni mtu wa kuhukumu mm -hmm, haina huruma kwake mm -hmm. Hukumu haina huruma kwake. Yeye asiyeona huruma hukumu hujitukuza juu yake. Hii ina maana gani? Hii ina maana gani? Maana tunaambiwa hukumu haina huruma mm -hmm. Kwa hivyo unapoenda kuiba ama unapoenda kuzini, kuna ile hukumu uwaga inaku, inaku, unaisikia hii kitu nimefanya si sawa, hii kitu nimefanya si sawa. Inakuhukumu ndani kwa ndani, inakuambia hapa hapana, hapa, na, hapa m -m. Yaani ile hukumu, hukumu haina huruma kwake, yeye asiyeona huruma. Kwa hivyo wewe usiyeona huruma pia, hii hukumu haina huruma kwako Huruma, huruma ujitukuze juu ya hukumu. Oho, huruma yako ujitukuze juu ya hukumu. Kwa hivyo wewe una, unajihukumu umeiba, unajihurumia lakini umetenda dhambi, unajua kabisa nimetenda dhambi, unajua kabisa hii kitu nimekifanya si sahihi, hakistahili, hakifai. Mlango wa kumi na nne inasemaje? Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani? mm -hmm. Yafaa nini? Yafaa nini? Unasema mimi nina imani, mimi nina imani nitafaulu, mimi nina imani nitafika, mimi nina imani. mm -hmm. Tunaambiwaje? lakini hana matendo. E, una imani lakini huna matendo. Imani yako kweli inakuambia kwamba utafaulu inakuambia kwamba utaweza lakini hauna matendo. Mmhm, je, ila ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamme mwanamme au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enenda zenu kwa amani mkaote moto na kushika, na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili yafaa nini? mm-hmm. Wewe una imani, lakini mtu wa kwenu amekuja na shida na anahitaji usaidizi, unamwambia tumwambini Mungu anako na imani tumwamini Mungu, Mungu atakusaidia na utaenda kupata kinyo unahitaji, na huyo mtu amemwona kabisa hana riziki, na wewe uko nayo hmm. Hii ni ile unaambiwa imani lakini haina matendo. Unamwambia mtu huyo kuwa na imani, kuwa na imani, Mungu atafungua njia, lakini wewe uko na uwezo wa kumsaidia, wewe uko na uwezo wa kumwokoa wewe kuna uwezo wa kumfanya atoke katika hii shida na kuenda katika viwango vingine, lakini unamwambia kwa imani, Mungu atatenda, kwa imani, Mungu atakusaidia, wewe endelea, Mungu atakufanikisha. Mungu anapitia ndani ya mtu, Mungu husimama ndani ya mtu. Kwa hivyo imani huja na matendo. Unamwambia mtu huu kuwa na imani, lakini kwa sababu ni kuna hiki kidogo, shika hiyo ni matendo, shika kajisaidia kwa hiki kidogo. Tukimwamini Mungu kwamba atafungua njia, Mungu atatufungulia njia, lakini umemsaidia mtu yule, umekuwa na imani lakini na matendo yakofuata. Kwa hivyo tuwe na imani iliyo na matendo, tusiwe na imani ambayo haina matendo. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hivyo imani isiyokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo unaimani kwamba nitaweza nita-nitaamka, maybe uko mgonjwa, unaamini ya kwamba siku moja nitaamka, lakini fanya matendo, jaribu sasa kuamka polepole, unaanza kukanyaga step moja, unarudi chini Unaanza polepole, nasema mimi nitatembea kwa imani, nitatembea kwa imani mshoe una, una, unafaulu. Utajikuta kesho unaamka, utajikuta kesho unakula, utajikuta kesho umetoka nje, kwa sababu umate, una, kwa, kwa matendo. Kwa matendo kuna imani kwamba nitakuja kufanikiwa, lakini haufanyi kazi au umerelax tu umetulia. Je, hiyo hiyo hiyo mali itatoka wapi? Kwa hivyo mba ni mpaka ufanye matendo, uanze kazi kidogo kidogo, ukijua siku moja hata mimi nitafaulu. Umeanza kwa matendo. Hmm? Una imani ya kwamba dhambi hii nitaishinda, lakini haujafanya matendo ya kuikataa. Hujafanya matendo ya kusema mimi uzinzi staki. Kwa ni imani isiyo na matendo. Unasema kwa ninajua tu siku moja nitakuja kuacha. Najua tu siku moja nitakuja kuwa, lakini hufanye matendo ya kuacha. Aha, imani iliyo na matendo mm -hmm. Okay, 18. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nikuoneshe imani yangu ya yenye ya njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda mvema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Wewe unaamini Mungu ni mmoja kabisa, lakini pia mashetani wanaamini pia na kutetemeka, wanatetemeka. uki- eh? ukisoma ukisoma UK, UK, UK, UK, UK, UK, New Testament utaona vile Yesu aliyokuwa akiwatokea hmm? waliokuwa wamepagawa, yule yule mgonjwa aliyokuwa makaburini, alikuwa ameshinda watu lakini, alipofika akamwambia, ee, mwana wa Mungu uliye juu usinidhuru dhuru. hmm? walitetemeka mashetani, wanatetemeka wakisikia jina la Mungu. Kwa hivyo wao wanamjua Mungu na mashetani nao wanamjua Mungu na kutetemeka hmm. <laughs> Lakini waka, waka, wataka kujua wewe mwanadamu, usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Ehe. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu, juu ya madhabahu madha matendo Hakusema kusema mimi na imani Mungu atanipa atanisaidia, eh si msezi toa mtoto wangu, Mungu ndo amenipatia huyu mtoto tena nitoe ai? Hata Mungu mwenyewe anajua, Mungu mwenyewe ananielewa, anajua tu ndio ndo wako wako kamoja amenipatia ha. Ibrahimu akusema hivyo. Ibrahimu aliingia kwa matendo, akamchukua mtoto, akapanda naye mlimani, aende akamtoe sadaka, Imani yenye matendo mm -hmm. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, ya kwamba imani ili ilimkamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Naona Ibrahimu mpaka leo tunamsema Ibrahimu kwa sababu ya matendo yake, alitimiza neno la Mungu, alitimiza neno la Mungu. mm-hmm. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Kwa hivyo wewe, uliye na imani lakini matendo yako ni maovu, matendo yako ni mabaya, matendo yako hayana haiyana utukufu wa Mungu ndani yake, wewe wewe unajidanganya. Lakini wewe una imani kwamba Mungu yuko, Mungu yuko, una imani kabisa, lakini matendo yako ni maovu. Mungu anaangalia matendo. Ukiwa na imani, iambatane na matendo yako, usiwe ni mtu wa kujionyesha mbele za watu kwamba umwema, lakini mbele za Mwenyezi Mungu wewe ni mwovu mbele za Mwenyezi Mungu unafanya mambo mabaya, mambo machafu yasiyompendeza Mungu. Hapo inakuwa wewe una, una imani ya kwamba Mungu yuko na Mungu anaona, atanisaidia, lakini huna matendo ya kuacha uovu, huna matendo ya kukataa mabaya, huna matendo ya kusimama katika haki, huna matendo ya, ku, ya kupinga uovu. Uko na imani tu, Mungu atanisaidia, Mungu atanisaidia. Lakini ingiza matendo yako, ili Mungu akaweze kukutia nguvu kupitia imani uliyonayo na matendo uliyonayo, Mungu atakusaidia. Kama wewe ni mwizi, kama wewe ni mzinzi, kama wewe ni msharati, kama wewe ni mtu wa tamaa mbaya, anza mko matendo. Kataa mabaya, kataa kuangalia video mbaya, kataa kwenda na marafiki waovu. Ukiona mtu huyu ndo ananifanya ninaenda kuiba, kataa na urafiki na yeye, ili uanze matendo. Mungu anaangalia matendo, mm-hmm. Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba naye je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo, hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine hmm? Alihesabiwa matendo, ingawa watu walimuona ni mbaya, lakini matendo yake yalimuonesha kwamba ni, ni mtu mwema. Matendo yako ndio yatakayotudhihirishia kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Mungu anaangalia matendo. Hmm. Maana kama vile mwili pasipo roho imekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Kwa hivyo tunafaa tuwe na imani ili Mungu akajidhihirishe maishani mwetu, kama vile baba yetu Ibrahimu alivyokuwa na imani na akamtoa mwanawe sadaka. Kwa hivyo Mungu ana uwezo kufanya njia pasipo njia, lakini anaangalia matendo yetu. Mungu awabariki sana. Tumemaliza mlango wa pili, tumejifunza mengi mlango wa pili. Tutaendelea na mlango wa tatu kwa wakati mwingine. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki, azidi kuwafanikisha, azidi kuwainua, azidi kuwapa kulisikiza neno lake, tukaweze kusoma na kulielewa neno lake. Mpaka kipindi kingine tutakapoendelea. Shalom.